Kiwango cha Mpanzu chazua ma, chazua maswali mengi Simba Sport Club ambapo imeelezwa kwamba takwimu ziko juu, mjadala bado unaendelea, ambapo winga wa Simba Sport Club, Eli Mpanzu Kibisawala ameanza msimu kwa matokeo ya moja ya moja, akihusika kwenye mabao mawili katika michezo mitatu ya ligi kuu. Amechangia asisti muhimu dhidi ya JKT Tanzania na pia ametoa penginepo muhimu kwenye ushindi wa goli tatu dhidi ya Fountain Gate nje ya ligi. Ndiye aliyewapa Simba ushindi ugenini Botswana, kupitia bao lake dhidi ya Gaborone United kwenye mchezo wa CAF Champions League. Mdao anasema Mpanzu anaonekana kuwa ni mchezaji anayegusa matokeo moja kwa moja, lakini haonekani kuonyesha ule moto wa winga anayelitisha lango kila dakika. Simba inahitaji winga anayebeba mpira kuvunja mistari na kutengeneza presha isiyozimika. Kiwango chake kwa sasa kinaonekana kuwa cha ufanisi, lakini si cha kutawala mchezo. Msingi wa uwezo upo, kinachobaki ni kasi, uthubutu na kuunganika zaidi na washambuliaji wengine. Ushiriki wa mashabiki kwa takwimu zake unaviwa, Mpanzu ameanza vibaya kwa kawaida au vizuri Simba atumie kwa nafasi ipi ili awe na tija kubwa zaidi, ambapo maelezo yanasema kwamba licha ya Eli Mpanzu kuweza kuweka rekodi hizo za kuweza kufunga goli kutoa assist, lakini kuku kufanya maamuzi kwenye matokeo ya muhimu, wengi wameweza kuhoji kiwango chake kwa kudai kwamba kiwango chake kimeshuka tofauti na vile ambavyo wanamfahamu huku wengi wakitoa sababu takriban tatu ambazo zinamfanya aweze shuki kiwango chake. Moja, wengi wanadai kwamba eh, Eli Mpanzu moyo wake upo Yanga kwa kuwa alipewa ofa ya kucheza Yanga, hivyo matamanio yake yanatamani kucheza Yanga. Mbili, wengi wanadai kwamba umri huenda umeenda kwa Eli Mpanzu, hivyo wengi waone kasi yake. Lile namba tatu, wengi wamemhusisha na masuala ya ma, mapenzi wakidai kwamba kuna mwanamke ambaye anaishina ndiye ambaye anamaliza kiwango, kwa kuwa ke mpira pamoja na masuala ya mapenzi ni vitu ambavyo huaga viendani, na wengine wakienda mbali zaidi kwamba huenda umri wake umeenda zaidi hivyo kasi hawezani na kasi ya vijana wa sasa.